Hiyo Baajabeer hmm. ni Baajabeer hmm? Eh, no, no no no no no, hii ndo mnalikosea, ni ni ni Baajabeer ba, baj, baj, baj, Baajabeer. Kiswahili, Ki tu ni baj, ni baj Baajabeer, sio bajabir. A a, unasemaje kama una meno? Ni ni ni Baajabeer, Baajabeer. Kufunga na, na pao unaiachia, una, una, una, una kidogo Rrr. ni Baajabeer, sijui mnaelewa. Baaja amtaweza mjifunze mjifunze. Baajabeer kufunga hii leo ni faida sana sana kwake yeye mwenyewe Baajabeer. Uh, tangu ametua Simba Sports Club hajawahi kucheza, na wapo watu ambao walianza kumdhihaki, sijumenelewe, lakini kweli ni kwamba alikuwa anapitia nyakati ngumu sana. Kwanza, Baajabeer yeye mwenyewe ni mshindani, anapenda kucheza na anapenda kushindana kwa sababu anao anao uwezo na alikuwa na kiu na shauku kubwa sana ya kutaka kuonesha ubora wake, lakini anaonesha sangapi ubora wake? Muda mwingi yuko, yuko, yuko kitandani. Kwa hiyo ikawa inamuumiza. Kuna wakati alikuwa analazimisha yeye mwenyewe kutaka kucheza, lakini madaktari wakawa wanamzuia, kwa sababu angeweza kusababisha matatizo makubwa zaidi, lakini ni hali ambayo ilikuwa inamuumiza. Kwa nini sichezi na Baajabeer? E, sio sio tapeli kwamba e, hata kama unajua kuna, kuna watu wengine kuna, kuna, kuna, e, kuna watu wengine akiumia aki, aki na mm. Yeye ndo anasafiria humo humo.